Anatuarifu kwamba jengo hilo lililoporomoka ni kwamba lilikuwa limepitisha idadi ya ghorofa zilizoidhinishwa na asasi za serikali. Wamiliki wa jengo hilo wakifikishwa mahakamani mara kadhaa na kuachiliwa kabla ya jengo hilo kuporomoka leo asubuhi. Ni mkasa ambao ungeepukika. Kaunti ya Nairobi sasa ikifichua kwamba ilikuwa imetoa ilani mara tatu kwa wamiliki wa jengo lililoporomoka eneo la South C, Nairobi, kusitisha ujenzi wao kwa sababu za kukiuka kanuni za ujenzi. Kulingana na mamlaka ya kitaifa ya ujenzi NCA, jengo hilo linamilikiwa na Yusuf Mohamed Yusuf, ujenzi ukifanywa na kampuni ya Abian Consulting Limited. NCA ikisema ilikuwa imeibua maswali kuhusu jengo hilo hata kabla ya ujenzi kuanza. Kulingana na stakabadhi za kaunti ya Nairobi, ilani ilitolewa dhidi ya ujenzi huo mwezi Mei, mwezi Julai na Disemba mwaka 2025 mmiliki akielekezwa kutozidisha urefu wa jumba hilo, ila ujenzi uliendelea, na kabla ya jengo kuanguka, ujenzi wa ghorofa ya kumi na tano ulikuwa umeanza the Fara Hassan, Jacob Abdi Aziz Hassan Yacub na Wiklif Omondi Onyango waliripotiwa kukamatwa tarehe 29 mwezi Julai baada ya kuhusishwa na ukiukaji huo, ila waliachiliwa siku chache baadaye baada ya kulipa faini ya shilingi 20 kila mmoja to follow the laws which are supposed to be followed. I think the main issue here in the county government to pull up their socks. These things have not Ijanza Leo. Sauti kupiga kelele juu whatever high rise is happening Ijanza Leo. I think we've as the association have written countless letters to city hall. Baadhi ya majumba mengine yaliyoporomoka yakihusishwa na ukaidi wa ujenzi ni jumba la Huruma hapa Nairobi, ambapo watu 37 waliaga dunia mnamo mwaka 2016. Jengo lingine ni la Kiambu mnamo tarehe 26 mwezi Septemba mwaka 2022, ambapo watu watano walipoteza maisha yao, na jengo la Eastleigh Juja Estate miaka miwili iliyopita, ambapo watu wanne walizikwa ndani ya vifusi. Emanuel Toruninga ya Citizen Nairobi